Kenya imetikiswa tena na habari za kifo cha ghafla cha aliyekuwa mtangazaji wa runinga Kimani Mbugua. Habari zake zimeenea kama moto, na kila mmoja ana swali moja tu: ni nini kilichotokea? Kimani Mbugua ni kijana aliyekuwa kipenzi cha wengi, kijana aliyetoa tabasamu hata wakati alikuwa akipitia maumivu yake binafsi. Sasa mitandao imejaa huzuni, hasira na maswali mengi yasiyo na majibu. Leo hapa Mizuka Media tunakusogezea sauti za Wakenya wenyewe, wale wanaomkumbuka, wanaohoji, wanaoelezea hisia zao za moyoni kuhusu kifo hiki kisichotarajiwa. Tusikilize kile ambacho Wakenya wanasema kuhusu kifo cha Kimani Mbugua. Yo, wa Kenya ni aje? apart from Raila Amolo Odinga also journalist wa Citizen ule Kimani Mbugua mwenye mlijaribu kuchangia sana sana, anarudi pale ria hapo nini nini, Kimani Mbugua amededi, so it's a double tragedy in Kenya. So to the two families, family ya Raila na familia ya Kimani Mbugua. Kama unakumbuka kijana mwenye alikuwa mwana habari. Yes, I'm on the kisonga mbele sana so so sorry to the family. We hope that God ata intervene. Ashikilie roho zao, but that is what it is. It is. has happened. Yo, what am I hearing again about Kimani Mbugua? Damn. Mambo gani haya? Ah. This month. Today is Wednesday. It's a dark Wednesday. Oh, man. Ooh. Former NTV journalist Kimani Mbugua has died. What is happening? Former NTV journalist Kimani Mbugua, the one who was battling mental health, has passed on. May his soul rest in eternal peace. jamaliza kuangalia kifo ya raila Ukirefresh tena Kimani Mbugua ndo uyo. Ukirefresh tena D'Angelo, R&B singer ndo uyo. Eh, kwani leo? Ehi? Quite a dark Wednesday indeed because uh, reports coming in indicate that uh, former Citizen TV journalist Kimani Mbugua who has been struggling with uh, mental health issues for quite some time has also passed away. Stay tuned for more details on that story and more of course by following uh, the news guy. Hivi niambie yeah. Kazini ulifutwa kazi ama ulitoka wewe mwenyewe? Nilitoka, hakuna hakuna mtu ambaye alinifuta kazi, zote mbili wakati nilikuwa nafanya Citizen na wakati nilikuwa nafanya pale Boxcraft pale Kenyans.co.ke, nilitoka tu mwenyewe bwana. Ulitoka, ilikuwa imekuzidi sana? Mimi unajua unasikia umezidiwa. mm -hmm. Unaw, hawezi kufanya kazi, unaona ukienda kazi mambo alafu pia pale, unajua, nilikuwa nafanya kitu creative kama broken news. Broken news ilikuwa one of the hardest things to do kwa sababu ulikuwa lazima ukuje na a creative idea every week, na na pia kuna kazi zingine mingi, nilikuwa nafanya traffic asubuhi, nilikuwa bado Hot 96 pale, nilikuwa nafanya na nafanya show ingine, nilikuwa nafanya Inoro, nilikuwa na show mbili, yeah. Kwa hivyo kazi yangu ilikuwa ilikuwa mingi, alafu nilikuwa katika Inoro, nilikuwa katika Hot 96, nilikuwa katika Citizen TV, eh, nilikuwa nafanya kazi, mimi mimi mtenda kazi, na si na si ati hiyo kazi ilikuwa siwezi kufanya, yes, lakini ni vile uki, ukiwa umebeba ugonjwa yes, na ni ugonjwa ambao inakupeleka ina, ina kufanya Nilika 3 months kabla hawaja hawaja ni release. Waliambia enda, mm -hmm. Oh, okay. Nyumbani kwanza , yes. Upa, utritiwe to hospital. All right. Yes. Waka make sure hichara alikuwa na call kila siku na make sure alienda hospitali, kula kwa aje, yuko vipi? Wana wanafuatilia story yako kwa right. Kwa sababu wanajua you one of the brightest employees pale na yes. Wajua eh, ilikuwa ili kwao ilikuwa vigumu, okay. Kweni asil ni kweli ya kwamba maneno haya kutoka kwa Kenya yanagusa moyo. Ila Kimani Mbugua alikuwa zaidi ya jina kwenye runinga, alikuwa mfano wa udhubutu, lakini pia onyo kwa jamii yetu kuhusu maumivu ya ndani tunayoyapuuza. Leo tunakumbushwa kwamba nyuma ya tabasamu kuna watu wanaopigana vita vya kimya kimya. Je, wewe binafsi ulijifunza nini kutokana na safari yake? Niachie maoni yako kwenye comment section, na usisahau kusubscribe kwa habari na simulizi na mitazamo inayogusa mioyo kutoka Kenya, Tanzania na Afrika Mashariki nzima. Mungu ailaze roho ya Kimani mbugua mahali pema peponi. Amina. E bwana, mimi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano nawaachia nyinyi hapo, e bwana ee. tukutane kwenye video ijayo.